Eh, ni zipi? E, ndio maana nimekuja hapa, nilikuja mara mbili zilizopita nikamwomba mdahalo mimi na yeye. Lakini kwa bahati mbaya anapanga ziara kuja kusema, kujifanya anakagua barabara, anatoa maelekezo ambayo yako kinyume cha sheria. Naomba niwahakikishie Watanzania, bunge la Tanzania, full bench haijawahi kutunga sheria ya kumpokonya mwananchi ardhi yake. Sheria zote za barabara huwa zinaishia kumpa mamlaka waziri akatengeneze kanuni. Sasa waziri, waziri huyu mbabe huyu anapokuwa anatunga kanuni hashirikishi wadau ashirikishi wasafirishaji, safirishaji, ashirikishi wananchi wenye mirazi zao. Anatunga, ajifungia ofisini kwake anatunga kanuni ambayo inapingana na sheria mama, inapingana na sheria zingine. Ndio maana jaji amemwambia, kanuni zako zinapingana na sheria za vijiji, walipe wananchi fidia, ndipo uhamishe ile ardhi, sasa iwe hifadhi ya barabara. Na kwa kusisitiza, juzi wakati waziri wa ardhi anakutana na wahariri wa vyombo wa vya habari, naomba ninikuwa hapo, katika gazeti, ilikuwa ni gazeti la Raia Tanzania tarehe 15 Februari katika kusisitiza Chibajuka alisema, kimsingi kinatakiwa kwa mfano, kwa wizara fulani inataka kujenga barabara, lazima ifanye mawasiliano na wizara ya ardhi ambayo ndio inahusika na upangaji miji. Kama kuna mradi wa mabasi yaendayo kasi, ni lazima pia kuwasiliana na wizara ya ardhi. Hivi sasa ili alifanyiki. Kila wizara inafanya kivyake, ndio mgogoro unapokuja. Kwa hiyo ndio maana kwa hivyo, kuna mvurugano wa wa wa kiutendaji uh, pia kati ya wizara na wizara, ndicho kinachoonekana sivyo? E, sio uvurugano ni ubabe tu wa mtu. Mbona wizara zingine hazilalamikiwe namna hiyo? Ni mtu tu anataka kuonyesha kama yeye anajua kufanya kazi sana, kumbe anasigina haki za wananchi. Kwa hiyo ndio maana hata kifungu chake kanuni ameandika mwenyewe kifungu ishirini na saba moja amejiandikia mwenyewe kwamba akitaka ardhi kwa ajili ya kujenga barabara aende akamwone waziri wa ardhi, lakini ho alifanyiki Tanzania nzima amepiga x bila kwenda kumwona waziri wa ardhi. Ndio maana kanuni anatengeneza waziri ka, ka, ka, kanuni kwa hiyo anatengeneza kanuni ambazo zinapingana na, na sheria yeye mama, anatengeneza kanuni ambazo zinapingana na, na sheria zingine. Ndio maana jaji amemwambia kanuni zako zinapingana na sheria ya vijiji, umewaingilia wana vijiji kwenye ardhi zao, wape fomu, walipe fidia, ndipo ardhi ile sasa iweze kuwa hifadhi ya barabara. Na jaji amesema humo, ametoa maamuzi haya kwa sababu kwa mujibu wa katiba, rais ile taasisi ya urais ndio inayotunza ardhi yote Tanzania. Kwa mujibu wa sheria ya namba Taasisi ya uraisi ndio inayotunza ardhi yote iliyohifadhiwa ikiwemo mbuga za wanyama, hifadhi za barabara na vinginevyo. Lakini tarehe 15 Machi mwaka 99, Rais Benjamin Mkapa alisaini sheria ya ardhi ya vijiji namba tano ya mwaka 99 inayowapa wana vijiji. Sheria hiyo imesema ugawaji wa ardhi uliofanyika popote pale ambako ilikuwa kijiji kuanzia tarehe moja Januari mwaka sabini mpaka tarehe thelathini na moja Desemba mwaka sabini na saba na kifungu kingine kikaendelea mpaka sheria hii siku sheria inapoanza. Sasa inatamka ni halali. Kama wananchi waligawiwa kihalali, wal, walikiuka sheria au ilikiuka sheria yoyote. Sasa sheria hiyo ndio imetamka kwamba sasa daima ugawaji wote utakuwa ni halali na unafuta sheria zingine zote. Sasa mgogoro wa wananchi na Magufuli kwa kwamba yeye anasema kwamba sheria yake ya barabara haikufutwa, lakini jaji amemwambia kwamba hata sheria yako ya barabara ilifutwa na sheria vijiji. Kwa hiyo ni kwamba yeye mtu mmoja, bunge zima limetunga sheria ya vijiji ikawapa wananchi Rais mwenye, mwenye kutuaifai za barabara akasaini sheria akawapa wananchi. Ye mtu mmoja anagoma, rais akimwambia anagoma, anasema nitunga katiba, waziri mkuu akimwambia anagoma. Pengine labda tafsiri sasa hapa vijiji ni vipi? Kwa mfano katika barabara ya Morogoro hii vijiji hapo ni vipi? E, katika barabara ya Morogoro tunaanzia kijiji kinaanzia stop over kilikuwa ni kijiji cha Kimara Bii, kinafuata kijiji cha Mbezi, kinafuata kijiji cha Kibamba. Vilikuwa ni vijiji hivyo. Kinafuata kijiji cha Kiruvya. Tena kijiji cha Kiruvya hapa tuna makatasi mengi. Lakini kina hati miliki kabisa. Na katika hiyo hati miliki wamepima, wizara hizi imetoa hati miliki mpaka kwenye Morogoro Road yenyewe. Na ndio maana jaji akasema na mimi nafuata humo humo. Sasa, kwa mujibu wa sheria, wizara ya ujenzi sio yenye mamlaka ya kudhibitisha umiliki wa ardhi. Wajibu uko kwa wizara ya ardhi. Wizara ya ardhi ndio iliwapa hao wanavijiji, imewapa mpaka hati miliki. Haya maeneo tunayokutajia watu wana hati miliki. Ndio maana Waziri Tibaijuka amemwambia, unapotaka kufanya jambo lolote, njoo wizara ya ardhi sisi tutakuonyesha, kwa mujibu wa ramani, watakwambia huyu bwana hapa, tumeacha mita 30 kwa hiyo jenga barabara zako kwenye mita 30. Lakini yeye mpaka leo hivi ninavyokuambia, watumishi wako kwenye maeneo yetu mita 121. Sasa tunafanya kazi kiubabe. Sasa na sisi wananchi, kwa sababu yeye amekuja juzi, ameamua kwamba jaji amemkashifu jaji, ameikashifu mahakama, watumishi wake wanaingia kwenye maeneo yetu. Mimi nakumbuka wakati Tanzania imevamiwa na Uganda, Mwalimu Nyerere alitumia jambo moja, alisema amekwenda African Union akupata msaada, amekwenda Umoja wa Mataifa akupata msaada. Kwa hiyo akaita wazee pale Diamond Jubilee akawahutubia, akasema sasa ni wakati wa Tanzania kumaliza yenye, akaingiza majeshi Uganda, akaenda kutoa nduru. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya wasilika, nawaambia wasilika wangu wote, kwa mujibu jaji ameshatupatia haki, alizi ni ya kwetu. Waziri Magufuli ataki kufuata kuheshimiana kati ya mihimili sasa na sisi tunamaliza wenyewe, sababu tumeshaandika barua kwa rais, tumeandika barua kwa waziri mkuu, tumeandika barua kwa mwanasheria mkuu, tumeandika barua kwa mkuu wa mkoa. Jana tulikuwa tuandamane, mkuu wa mkoa ametuambia, maandamano yenu pelekeni, yeye hahusiki na barabara, mpelekeni wizara ya ujenzi. Kwa hiyo tutafanya maandamano ya Alhamisi ijayo. Kwa hiyo nachowaambia, kama kuna mtumishi wote anaingia kwenye eneo lako, anakuja kuweka chochote, kamati ya wananchi tutakitoa, liwe ni jiwe liwe ni bango, tunapeleka serikali ya mtaa, kwa sababu sasa waziri huyu ni mbabe, hataki kufuata utaratibu. Mimi kama mwenyekiti nimekuja kuwaambia kabisa, wananchi, chochote ambacho mtu ataingia. Nitakupa mfano, jana jana walikuwa watumishi wao, wako mita 121 wanatambua wana mawe yao, sio wanafanya nini? Kwa hiyo kutokana na kuwajenga wajasiri pale, wananchi wakaanza waka, waka, waka, waka kuwahoji kwa nini amkupita serikali ya mtaa, wapi barua kufanya ya kufanya kazi, kwa nini hakuna mkutano? Wakapiga simu polisi, ikaja defender pale, kutoka kituo cha Mbezi lakini hata polisi wenyewe walivyosikiliza wakaangalia hukumu, wakaangalia kwa mfano, kama barua hii hii, ukiangalia ni barua kutoka Tanlodge mkoa wa Pwani, inaeleza kwamba mita mi, hifadhi ya barabara ambayo imepitishwa ni mita 120 lakini hao mita 120 na imeeleza utaratibu hapa, hiyo mita 120 kutoka katika barabara unafanya mita 60 huku mita 60 huku, lakini wao walikuwa mita 120 upande mmoja, kwa hata polisi wakaondoa, na sisi tunawaambiaje kaeni na hao wananchi mfanye mkutano mwelewane. Akaambia mwicho tweeti hapa hakipo, mimi nataka kuitumia jeshi la polisi kiubabe. Kwa polisi wakasema, bwana, tunaomba bwana msitize zoezi, mfanye mikutano na wananchi kama ilivyokuwa Kurasini. Hawa wananchi wanavyoonekana wana sheria, kwa sababu wana barua zote, wana hukumu, wana nini, lakini hawataki kufuata hukumu. Lakini kwa sababu gani? Wanapewa kiburi na waziri wao Margaret. Labda kitu kingine naomba niingie kwako kwa hapa Kibogoyo. Kidogo umezungumzia kuhusiana na huu mgawanyo wa barabara kutoka katikati ya barabara mita 30 kwenye hifadhi ya barabara mpaka mita mia moja ishirini na moja. Sasa hebu tuambie, wewe ni mwenyekiti wa hii kamati ya walioathirika na hii bomoa bomoa ambayo inaendelea katika barabara ya Morogoro. Lakini pia ukiacha barabara ya Morogoro, pia kuna maeneo mengine. Sasa kwa mtazamo wako, mimi nataka kujua kwamba wananchi kwa hivi sasa wana mtazamo wanauelewa, wana kwa kiasi gani kuhusiana na masuala mazima ya haki za ardhi maana, wewe kwa upande wako unaweza ngasema kwamba una, una, una, wananchi wako ambao wanakufuata nyuma yako. Sasa hawa wananchi kwa upana wao wanauelewa kiasi gani, au wanakwenda tu kwa kufuata kile ambacho mnawaambia nyinyi e? Kwa kweli sisi tunachokifanya ni kwamba tumewaelimisha. Cha kwanza ni kwamba baada kupata hukumu, ndo tumeka, tumesema, ya kupata hukumu ndio tumekaa tumesemeana, hukumu jaji amesema nini. Kwa hiyo sisi hatukurupuki. Sisi ni tofauti na mwenzetu waziri Magufuli anapojiambia yeye kwamba alifanya yeye chemical engineer, ajifanya anajua sheria. Sisi tunasema kitu ambacho jaji amesema. Kwa hiyo ninachotaka niwaambie Watanzania wote. Bla, bla zote anazopiga Magufuli si kweli. Magufuli hafuati sheria. Magufuli anachoongea hapa ni kanuni. Kama nilivyosema tena, Bunge alijawahi kukaa full bench likatunga sheria inayosema itachukua ardhi ya mwananchi bila fidia. Hizo hadithi hizo Magufuli huwa anaziweka kwenye kanuni zake ambaye anatunga mtu mmoja. Kwa hiyo naomba watofautishe kati ya sheria iliyotungwa na Bunge na kanuni anazoandaa mtu mmoja. Na ndio wizara pekee utakuta ina migogoro na wenye maroli, yani wadau wake wote wana migogoro nayo kwa sababu kanuni inapokuwa tunga kanuni ashirikishi wananchi. Kwa mfano, ibara ya ishirini na moja ya katiba inasema kwamba wananchi tuna haki ya kushirikishwa katika mambo yote yanayotuhusu. Sasa wakati mwaka 2009, wakati wizara ya ujenzi inatunga hii kanuni kwamba itachukua eti hifadhi ya barabara mita 121 ya mwananchi, kwa nini hawakuzingatia katiba? Wawaite wale wananchi tujadiliane. Kwa hiyo pale moja kwa moja unagundua hicho kifungu ni batili kwa sababu kimevunja katiba za wananchi wengine. Lakini kuna hizi haki za mwananchi ambaye anakuwa pengine eneo lake limechukuliwa na hifadhi ya barabara. Sasa kwa mtazamo wako, wewe ni mwenyekiti, unaongoza kundi la watu, bado mimi niko na wewe. Je, mnazifahamu haki za mwananchi ambaye eneo lake limechukuliwa na hifadhi ya barabara e, na pengine haki zake ni zipi? E, kama nilivyosema kwamba wizara ya ujenzi na Tanlozi hawana mamlaka ya kuja kuchukua